Mimi naitwa Daudi Mahewa Chacha, ni mkazi wa Tandika hapa. Leo madisha ndio habari, kuna tukio limetokea. Hii nyumba yetu kuna watu wamekuja kutoa mabloka wakati kesi bado ipo mahakamani. Wamekuja wametufanyia fujo wakati bado kesi bado haijasikilizwa mahakamani. Achoshanga wow, a sasa so wenda kwa mkuu wa wilaya wamegoa kibali. Sasa sisi ndio tunajiuliza, wewe mkuu wa wilaya ni mahakama? Wakati wabidi waje na kibali cha mahakama. Wameomba kibali cha mahakama, hawana. Wana barua tu ya, ya iliyoandikwa si mnada utafanyika tarehe kumi na mbili ambacho sio kibali. Wamekuja wamefanya fujo hapa, wamevunja kufuli, wameweka kufuli lao hapo. Wamefunga na utepe kama unavyoona hapo. Mwandishi wa habari, ndugu mwandishi wa habari. Wametufanyia fujo sana, kupitiliza. Yaani tunaomba Mama Samia na mkuu wa mkoa wa Taramia utusikilize ili jambo utusaidie wanatuzalilisha Watu wenye pesa zao. Yaani watu wenye pesa zao wanatumia kama fimbo kutuchapa sisi wanyonge. Ndio. Sisi wanyonge tunanyanyaswa Mama Samia. Naomba uliangalie hili jambo. Ndio. Yaani utusikilize Mama Samia tutetea haki zetu za wanyonge. Eh, sio haki. Swala lipo mahakamani. Inaenda kwa mtu yao, mtu yao anapa kibali. Sisi tu mapunda. Eh, anakuja sisi anapa kibali, sisi tu mapunda, sisi tutotaka tu, swala lipo mahakamani Mama Samia. Kweli hii ni haki. Swali mahakamani na tumekata rufaa, wanakuja wanachukua kibali kutoka, wanakuja. Eh, kwa, kwa sababu ya unyongo wetu, sisi hatuna hela, pesa zao wanataka kutumia mabavu ya kututoa wakati kesi bado kwa mahakamani. Wanasema ndio kwa mkuu wa wilaya wana kibali, watu wanasema hicho kibali kijanduka, kibali imeandikwa ni mnada watafanyika tarehe kumi na mbili. Hawana kibali chochote cha mahakamani, wanakuja wanatumia mabavu. Naomba tusaidie, mama Samia, sisi rais wetu. Mimi kama mama ambayo tulimwenetu alichukua mkopo tukamdhamini kwa nyumba hii afanyie biashara alikuja akatuambia, mimi sasa hivi ni mkopo huu umenishinda munani, mulipe mkopo huu tuka ukawimu, tuka tuli, nani, na kweli tukaukaimu tukaulipa na, nani tuliitwa na nani mkurugenzi wa benki Akatuambia mlipe hela hiyo kwa wakati miezi nani tare, na, miezi tunawapa siku kumi, mlipe hiyo hela. Tukailipa ndani ya siku saba, tukashangaa tena mgogoro unakuja wanani, mbili, anane, wana tarehe mbili mwezi wa nane wana mwaka elfu mbili ishirini na mbili wanakuja kuuza nyumba, meneja anakuja kuuza nyumba, amewabeba amewabeba wateja wake kwenye gari yake. Meneja ambaye amepewa anafanyia kazi meneja aliyosainisha mkopo ndio anawaleta wanakuja, wanasimama kule nyuma kule, wanatangaza kuuza nyumba, hawana mteja mwingine ambao walikuja naye yaani ni mteja wao ambao walikuwa wali, wali nayo waliuza nyumba yetu kimasilahi, na sasa hivi tumemaliza mkopo. Tulimaliza elfu mbili ishirini na tatu mwezi wa pili, tumemaliza mkopo. Tumekaa mahakamani tunaendesha kesi miaka mitatu mpaka kesi kaamuliwa mwezi, mwezi wa tisa tarehe ishirini na mbili hakimu akatutema akatuweka chini, na wazee wa baraza walikaa wakananiwa wakakaa wakatoa maoni, bwana tume, tume nani, ilishu, nani ili shu nani nani tumedisikiliza nani, nani, nani, nani kesi kishauri, tumesikiliza tumeona, bwana Chacha ameonewa pakubwa, arudishwe haki yake, asi, wasinyanyasike, asiteseke, arudishwe haki yake. Sasa hivi alionunua anajitapa na semeti alishapewa hati yetu ya nyumba zamana yetu ameshapewa, amebadilisha jina lake kweli. Hata kama mtu akiuzwa nyumba, wa, anaenda kunani huko anaenda kupewa ambaye amenunua kabla sisi hatuja nani hatujasema eti sisi tumeshindwa kulipa nani, nani mkopo aende kupewa ambaye amenunua, kweli? Ni haki? Na sisi hatudai hata shilingi mia. Mama Samia, aona hili mama wetu, mama, wewe sio mbaya, serikali ambao wanani wa, waajiri ambao wa, unawaajiri ndio wabaya, ndio wananyanyasa Tanzania yetu, ndio wanataka kuchafu, kuchafua Tanzania yetu. Tanzania ni yenye amani, Tanzania ni yenye amani, wewe mama unatupenda, mama unatupenda, mama unatupenda sana mama. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, hamna huna ubaya. Wote huo waajiriwa. Jana naenda kwenye ofisi ya nani, mkuu wa nani, mkuu wow, nani mkuu, mkuu mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa nikakuta sekretari ndio wakatukalisha wa, tuonani na kikao na huyo ambaye alipewa je kutuhamisha hapo kutoka hapa. Mimi nasema mimi sidayu chochote kile, si mimi nimaliza mkopo zamani sana mpaka sasa sidaiwa hata shilingi, lakini sekretari wale wa, mimi wanani wanani wananipiga wanasema, unadaiwa nani wewe, uezuka nani wewe, uezu ukakataa kudaiwa uje kwa msho nyumba, wewe unadaiwa mkopo. Mimi nadaiwa nini? Waende benki waulize kama mimi nadaiwa benki, seradibii waulize kama mimi nadaiwa mkopo, mume wangu anadaiwa mkopo? Hatudai hata mia, hatudaiwa hata mia. Anaitwa Na Amanzi Hasani, ni mkazi wa Temeke. Nandika. Mimi ni jirani katika hii eneo na huyu mama alikuwa anaongea hapa, naye ni jirani yetu, na ametulea tukiwa wadogo mpaka hapa tulipofika. Cha kushangaza, mara ya kwanza watu walikuja kwa madai kwamba hii nyumba wameuziwa, lakini sisi majirani tuliokuwepo hapa hatujaona protokoli yoyote ambayo imefanyika ili kuja kujua kwamba hii nyumba ilikuwa inadaiwa na benki, kwa sababu kiutaratibu tunajua benki wakiwa waki na kudai lazima ataandika tangazo aidha ukutani au sehemu popote. Lakini cha kushangaza hata siku ya mnada hakuna rivals yoyote ambaye ametokea, yaani tofauti na huyu ambaye amenunua, yaani rivals ni mmoja tu peke yake ambaye ye alikuja akanadiwa kwamba huyu ndo mshindi alionunua hii nyumba. Na vi hakuna prosesi yoyote ambayo iliofanyika, na hata vijana ambao watoto au mama, mimi ni vijana wangu, tumesoma wote mpaka hapa tulipofika, tunashirikiana sehemu nyingi, na huwa wananieleza prosesi zote zinazoendelea, huwa nawauliza na wananiambia. Na shangaa leo watu wamekuja, imesimama tu bajaji na watu kwenye pikipiki, wakashuka wakaenda kwenye geti, wakavunja kofuri, wakaingia, wakawa wanafanya fujo mbona. Kijana bahati nzuri alipo yuko mbali, alipofika wale baada ya kumwona ndio wamefika, ikabidi wakae pembeni. Akawa nauliza mbona mmevunja? Tunaomba hati kutoka mahakamani, na wapa nyinyi kibali au ruhusa kuja kuvunja? Wao wakawa nasema sisi tuna nyaraka kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya. Akamwambia hiyo nyaraka mlokuwa nayo haiwaruhusu nyinyi kuja kufanya nini, kuja kuvunja. Tuisome hiyo nyaraka, mimi nikaipitia ile nyaraka, inaonyesha kwamba ni tangazo la mnada, sio kuja kuvunja wala kuja ku, kuwaondosha lakini walikuja kufanya mnada hawakuonekana nani ambaye amekuja kufanya mnada. Hawakuonekana watu wa benki wala wa nani lakini nyaraka likuwa nayo inaonyesha kwamba ni, ni mnada Mwa. Lakini vokuja, wao walivyokuja wakafunga utepe wao kwamba wakawaamuru watoke. Kiukweli hata sisi wenyewe majirani tukaona kwamba hii haki ina inapotea. Kwa nini tukae kimya? Ikabidi tujaoganaizi majirani wote tukaja hapa tukapaza sauti wale jamaa kabidi wafanye nini, waondoke. Yeah. Na vile vile kama mnaondoka, ili swala halitoishia hapa, kama kweli mna haki, tusubirini, serikali itende haki yake, na tampigia, tampigia diwani aje hapa, aliamuru kama kweli hawana haki, basi hawa watoke, nyinyi mchukue nani. Lakini baada ya kusikia vile, wakawasha vyombo vyao, wakaondoka mpaka sasa hivi hapa palivyokuwepo mnapotuona tuliobaki hapa, wote ni majirani, tupo kwa ajili ya kutetea haki ya mama yetu na baba yetu na ndugu zetu waliokuwepo hapa. Naitwa Abdalla Ali Abdalla, ni mjumbe wa sehemu hii. Kusema kweli, kwa taarifa kwa taarifa liliokuwa le, nayo eh, toka mwanzo eh, wa kesi mimi nilikuwa ni shahidi, nilikwenda mpaka nikamaliza ushahidi wangu. Eh, ilikuwa usema kweli ni ushindi ulikuwa wa bwana huyu Mahewa eh, lakini nashangaa baadaye imekuja kubadilika. Ilikuwa, ilikuwa sipo, nimekuja kuambia bwana kuna fujo pale, nikaja kushuhudia hapa, nikawauliza je, mmekuja na barua ya mahakama? Wakasema hapana. Eh, tumekuja na barua kutoka wilayani tu kwa mkuu wa wilaya. Nikawaambia bwana, haiwezekani barua ya mahakama iko wapi? Eh, nikaona na bwayabwaya tu eh, lazima wapate barua ya kutoka mahakamani ndio wawezi kufunga hapa. Kwa jina naitwa Shukuru Musa Matimbwa, mimi ni mwenejiwa hapa, ni mzaliwa wa hapa eh, awa toka walivyohamia hapa, ina maana walivyokuja kununua nyumba hii mimi nipo hapa eh, tunaishi nao awa watoto ambao wani hapa walioujiwa, ina maana wamekuja hapa bado wako wadogo tu sisi ndo tulowalewa sasa. Kwa hiyo kwa swala hili jinsi linavyotendeka, inamaana hata uuzaji huo oh, wa nyumba ina maana hawa ah, ah, jamaa walikuja kwanza siku hiyo, na huyo jamaa wao walikuwa kule barabarani kabisa, yaani biashara umefanyia kule barabarani, hapa wamekuja kumkabidhi nyumba tu ina maana. Hiyo siku hiyo ya kwanza eh. kwa hiyo kwa hiyo la pili kitu ambacho nachokisema, ina maana kwanza, mimi nachosema mkuu wa mkoa amchunguze huyo mtu ambaye aliosema al, al, amenunua nyumba hii, tumtizame kwa sababu yeye ni mnunuaji ni, ni, ni majumba yeye yeah, achunguze huyo mtu katika ununuaji majumba yote yamekamilika, ya, ya ya yako sahihi, kwa sababu kila nyumba ki zinakuwa na kesi na yeye anaushirika na watu wa benki. Huyu mtu kwa taarifa ambazo tulikuwa tunazipata sisi na sisi, kwa sababu majirani tulikuwa tunamfuatilia. Sasa sisi kitu tunachokisema Mheshimiwa Rais, Mkuu wa Mkoa sisi hii huu utepe wake sisi, tunaka hawezi hawa ndugu zetu wakalala nje, haiwezekani. Kila siku wanateseka, kwa sababu angalia. Kwa hiyo sisi tunakata utepe huu kutufunga kama kutuua kama kutufanyaje sisi kwa wote. Kwa hawezi ndugu zetu wa Tanzania wenzetu wanateseka. Hii nchi yetu nchi ya amani. Kwa nini unakuwa kama hivyo unatesa? Yani, tajiri mwenye hela anakuja anakuja kuwatesa kwa sababu gani? Sala hiyo sisi tukubaliani nao. Sisi tunakata tepe, kama kuja kufungwa nitakufungwa mimi hapa. Mimi hapa kwa jina naitwa Shukuru Musa Saidi Matimbwa, eh, Mkuu wa Mkoa, katika swala hili haiwezekaniki wanaonewa tu sisi tunawapatia hela, wamelipa. Eh, kwa nini unawasumbua kama hivi eh? Sisi kitu tunachokisema si, huyu mtu ni tapeli, huyu ni tapeli eh.